Zoezi la kuwapiga msasa makatibu wa Teule umeanza mchana wa leo. Katika makao ya Bunge la Kitaifa, kamati ya mawasiliano na habari walianza kwa kumhoji katibu mteule katika Wizara ya Teknolojia na Mawasiliano, Stephen Isaboke. Stephen Isaboke akiweka wazi kuwa uhuru wa wanahabari umelindwa na katiba na hamna ambaye anapaswa kuhitilafiana nao. Usemi huu ukijia wakati ambao aliyekuwa katibu wa mawasiliano na teknolojia, Profesa Edward Kisiangani kulaumiwa na muungano wa hariri kutokana na madai ya kuhitilafiana na uhuru wa wanahabari. Mwingine aliyehojiwa ni katibu mteule katika wizara ya afya Fredrick Olunga akidokeza kuwa atahakikisha kuna mawasiliano na wahudumu wa afya ili kuzuia migomo mingi ambayo imekuwa ikiendelea. Kauli hii ikijia wakati ambao wahudumu wengi wa afya wamekuwa akishiriki kwenye migomo, wa hivi karibuni ukiwa ni ule wa maafisa wa kliniki kutoka kaunti ya Makueni na uliodumu kwa miezi mitatu, japo umesitishwa.

Iwapo wawili wale wataidhinishwa na bunge la kitaifa, Stephen Isaboke atakuwa anaingia nafasi ya profesa Edward Kisiangani, naye Frederick Olunga akiingia nafasi ya daktari Harry Kimtai. Usaili huu unatarajiwa kuendelea siku ya Jumatatu. Zablon Mashare, Undugu TV.